wamesumbua wazazi wao, na hata kama mzazi hajalaani hasira ambayo mzazi yako nayo inafanana na kulaani. Kijana alihitajika aambie baba yake ya kwamba atafutiwe shule ya maana, badala yake anakimbizana na baba, anamwambia mimi nataka mali, baba yake akampatia na baada ya kumbatia, e, kijana akaondoka, e, na akaenda nchi ya mbali. Akaondoka kutoka kwa baba yake, akaondoka kutoka kwa baba, akaondoka kutoka kwa kava ya baba. E, vile wengi wameondoka, e, kutoka kwa kava ya Yesu Kristo. Umeondoka kutoka ya Mungu umeondoka kutoka kwa kava ya Roho Mtakatifu. Wakati ambapo ulikuwa <coughs> unang'ang'ana ulikaa kwenye kava yake Bwana, lakini baada ya kubarikiwa umeondoka kutoka kwa kava yake baba. Mungu akusaidie na anisaidie, maana watu wametoka kutoka kwa kava ya baba. Huyu kijana alichukua mali na akaondoka kutoka kwa kava he, kutoka kwa shilda ya baba yake akaenda nchi ya mbali. E, baibu inatuambia huko nchi ya mbali alienda akatumia utajiri kwa e uzinzi na ulevi na anasa. Hivi vitu vinaitwa anasa, e na uzinzi na raha. E, zinakaanga ni tamutamu tamu, e lakini matokeo yake, jamani, huwa inaleta ifo na masaibu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninaombea saundi iwe sawa, ya kwamba monita zinaweza kuwa sawa, ili kila kitu kiende sawa. Jehova, nina kushukuru ni kuajili unatupatia revelation ya kwamba maisha ya raha inakaanga ni raha kamili, lakini matokeo yake e, ndiyo maana mtu mmoja akasema, vitu ambavyo ni tamtam ndivyo huwa vinangoa meno ya mwanadamu. Vitu ambavyo ni tamtam, e, vitu ambavyo ni chokolete tamtam, e, peremende zoni tamtama meno yako haitabakia. Na ukizoea maisha ya anasa, maisha yako hayatabakia. Utakuja kujing'oa, utakuja kujiangamiza, utakuja kujiharibia kijana alipo

skul ambazo zinaitwa sina tabu, na mwenye kukalia skul amebeba tabu chungu nzima. Skul inaitwa sina tabu, lakini jamaa mwenyewe amejaa tabu. Ni kwa maana, namba wan ako na magonjwa ya zinaa. Namba tu kuna kisi ambayo natafuta Namba 3, kuna mtu ambaye alimuibia huyo mtu, ameenda kwa mganga wa Kitui, kama sio wa Kitui ni mganga wa Zanzibar. Namba 4, kule umetoa mke bado anakuambia wanasubiri dawari na wakati tishia ya kwamba wakifa usije ukaja kwa mazishi yao. Namba five mtoto kule alikuwa anasomea amestishwa kwa ajili ya karo ya shule. A nawe hapa unakalia skula ambayo inaitwa sina tabu. My brother and my sister, mwana mpotevu alienda kukalia viti vinabuni, akabuni ya pombe jamini, akawa ni kijana mzinzi msherati. Yeye bado hajaoa, lakini yeye na wanawake ni zaidi ya mtu ambaye yuko na mke wake. Maandiko yanatuambia ilifika wakati kila kitu kikaisha. Haya mambo ya anasa, inafikanga mahali inaisha. Kwanza e mtu ukianza e sumbuliwa na kifua na unatembelea visi pia, wanakopima wanakuambia uko na virusi e, kwanza unapigwa na mshangao, e kisha baadaye unajiuliza hao, unaanza kufikiria ni nani anaweza kuwa ameniambukiza, lakini kwa sababu ya msululu wa watu ambao umewahi lala nao huwezi ukajua ni nani aliyekuambukiza. My brother and my sister, mwana mpotevu, hivyo ndivyo aliishi. Ni maisha ya uzinzi, ni maisha ya ulevi, ni maisha ya anasa. Hawa watu ambao mnaitanga laifista, hiyo ni taito moja mbaya sana ya kwamba watu wanajua ya kwamba wewe ni mpenda raha, ya kwamba wewe ni mpenda nasa, hiyo itakuja kukuharibia, itakuletea shida baadaye. Unapenda nasa jamini, kuliko Yesu Kristo e uh, kuliko uwe na self control unakuwa ni mpenda raha na Bible inaniambia eti moja ya matunda ya Roho Mtakatifu uh, ni kitu kinaitwa self control and uh, not the control by others uh, but the self control ya kwamba

marafiki zako wa karibu wote wameenda kwa huu uraibu, wewe unakuwa na self-control. Huyu mwana mpotevu wakati alikuwa na ponda raha hakuwa na jua ya kwamba hiyo raha baadaye itakuja kumponda, maana apandacho mtu hicho ndicho atakacho vuna. Huyu mwana mpotevu ienda maisha ya uzinzi akaenda maisha ya anasa, e pombe ambazo ni chipukizi ambazo zimeingia sokoni fresha. E, yeye ndiye alikuwa wa kuzijaribu. E, baibu inatuambia tuambia vya kime taima, hiyo yote ikaisha, e pesa ikaisha, uta ukaisha huyu kijana alikuwa vision lesa, unabeba pesa ya baba yako e, pesa ambayo hujachokea e, pesa ambayo hujatolea jasho jasho. Leo ninakutahadharisha my brother and my sister Ejihadali na pesa ambayo hujatokea jasho. Ejihadali na mali ambayo hujatafuta wewe, mali ambayo hujatokea, mali ambayo hakuna jasho umemwaga hiyo mali, jihadali nayo, maana inakuja rugia maisha mwanampotevu, mali ya baba yake ambayo hajatoka jasho, mali ambayo hajatokea jasho, hajavunja jasho. E, kwa mara nyingine ninakutahadharisha my brother and my sister, wachana na mali ambayo hujatokea jasho, mali ya huyo mwanam Mali ya huyo sugar daddy, mali ya huyo Casanova, mali ya huyo mganga, mali ya huyo boyfriend, pesa ya huyo girlfriend, mali ambayo hujatokea jasho, wachana nayo kabisa, maana Bible inasema utakula kutoka, kutoka jasho ya mtu mwingine. Mwana mpotevu ameenda kufurahia pesa ambazo hajatokea jasho, akala pesa, akanywa pesa, akamalizana na yote, akasahau kufanya kazi, akasahau kuwekeza, akasahau hii pesa itakuja kuisha, akawa ni mtu wa madanguro.